Oh yo, okay guys. Karibu tena katika channel yetu pendwa ya CD Gaming TV. Sasa leo tutajifunza namna na ya kuweka mods katika game letu pendwa ya Euro Truck Simulator 2. Eh, awali ya yote napenda kukumbusha kama uja subscribe subscribe channel yetu ili tukapotoa video mpya uwe wa kwanza kuipata. Sasa twende tukaanze. Utakuwa ushapata mods yako ambao leo tutaseti G7 Marco Polo eh, ambapo kama hujapata mods yako unaweza ukatutafuta. Kama unayo, angalia video ili uweze kuseti katika game lako. Sasa utafungua hapo, afu ukishafungua utakutana na Marco Polo kama hiyo, ambapo utakuwa uli download, afu uta utabonyeza uta right click uta copy, afu kisha copy utakuja, utaingia hapa katika faili yako la document document utaingia Euro Truck mode mode utachukua unaweza ukachukua hivi maybe hivi. Uka, ukaipe ukaiweka hapa, eh. Sasa hapa sio kwamba itakuwa umemaliza no, hapa utakuwa hujamaliza. Sasa tutaenda ndani ya game ili nikuoneshe unawezaje ukaiseti modi yako mpaka ikacheza. Okay, twende ndani ya gemu ukishafungua, okay. Ndani ya game lako litakuwa kama hivi sasa unaweza ukaja hapa juu hapa kwenye mod, unaweza ukaja mod manager, ila mimi napenda kuingia hapa juu tu coz ni faster, okay. Kisha funguka, tuliweka modi yetu ni G7 Markopolo. Sasa tutaitafuta G7 Markopolo. Seven makopolo, G7 makopolo, G7 makopolo ya, hii hapa modi yetu, G7 makopolo. Utaibonyeza mara mbili kui activate, moja mbili au utai activate, tutaone imekuja kama huku, unaweza kama uipange katika mtiririko sahihi. Kuna nyingine zinagoma kwa kuwa hazijapangwa katika mtiririko sahihi, hilo ipanga katika mtiririko sahihi, modi lazima ikubali. Sasa ukitaka kuitoa tena ku activate utaibonyeza mara mbili vilevile ambapo utaona imetoka nilili ujue kama hii modi imeactivatiwa. Ukibonyeza hivi, kama imeactivatiwa, utaona alama ya kijani, ila kama haijactivatiwa, hautaona alama yoyote ya kijani. Sasa tumeactivate ili tukachague katika game tuweze kuinanili. Hiyo ndio step ya pili ukitaka kuseti sasa. Twende step ya tatu na ya mwisho, tafinya okay, hapa confirm change sasa ukishafungua fungua game lako itakuwa kama hapa. Unaweza kuona mimi nilikuwa natumia shiga character. Sasa twende tukabadilishe basi. Eh, twende tukabadilishe basi. Tutabadilishe basi huko, usifate nataka tukuclear hizi manili zilizoko. Twende tubadilishe tu basi. Tubadilishe basi kwa kuhia kwa nisha kriye ni tupate space ya kuweka gari letu sasa ukitaka kubadilisha basi ili uweze kuactivate uweze kulichezea gari lako, hatua ya kwanza utaingia hapa walipo kuandikia truck dealers, utakabonyeza truck dealer, hafu utakuja hapa chini, hapa mkatia access mode dealers, utakabonyeza access mode dealer, subiri lodi. Kama unavyoweza kuona, hizi ndo basi nazo miliki ashia star yuton Thornton Cabin, hizi ndo basi nazo miliki, unaweza kuona hizi eee... e, ndo basi nazo miliki, unaweza unaweza kuona sasa. Uta uta utarudi uta kama hivi kama nadhani u... hapo utakuwa nimekuacha utarudi hapa, nadhani unaona kwa chini, unaweza kubadilisha ukurasa, utabadilisha kulasa mpaka utaiona hii Marco Polo G7. Sasa nimeiona Marco Polo G7 katalama lakisha, ndo modi tulioweza kuiselekti kule. Nadhani kwa wote tutakuwa tumeiona Marco Polo G7 katalama action. Nadhani tumeiona kama hivyo. Sasa unataka sasa ukaicheze, ndio? Utaibonyeza. Nadhani kama unataka ukai customize utaingia e, hapa customize. Hapa sasa customize ndio unaweza kukutana na basi nyingine nyingi ukabadilisha. Nitatoa e, video namna ya kubadilisha basi la hapa unaweza kukuta kuna basi kibao hapo. Unaweza kukuta katalama hiyo yenye ngao maisha koro, unaweza kukuta hiyo na chalo basi, ziko nyingi seru. Sasa sisi tunadunda na chuma yetu katalama ipaksha ya hapa, nadhani mmeiona. Sasa hapo unaweza kama hizi vitu unavyotaka, ukaiekea vitu unavyotaka. Sasa mimi sitaki kuiekea vitu vingi sana, nataka kuweka abilia hapa, ndio waonekane ngao um, ipo kila kitu so customize vitu vingi sana afu taa hizi ni taa za ndani ambazo mnaweza kuona taa zipo, unaweza kumweke hii sedmia na kama unavyoweza kuona unaweza kumwe ingie ndani, unaweza kumwe ingie ndani hapa, ni kwenye steering yako kama unaweza kuona hii e, ni steering yako kama unaweza kuona steering ya ndani ambayo utakayokuwa unatumia, yeah sasa so, hapa sisi tuta confirm hapa chini na zenu naona po mouthy ripo tuta, tuta confirm then itakurudisha huku, kama usha maliza kui customize then utapachesi hapa. Ukisha purchase, utachagua garaji yako. Kwa usemi mimi nitatumia garaji hii, nita select hapa kwenye kijumba mbacho kumitula gari na mtu mbacho kichotu cha gari ambacho kumikani, hafu nita finya. Okay nitaambiwa e, ujumbe kwa hapo, nimefanikiwa kununua gari ya yeah. Sasa hapa utakuja hapa chini track manager, track manager utaona, hizi ndo gari ninazomiliki na miliki ya Shastana miliki Yutong, Yutong then Marcopolo G7 ambayo tumeiupload sasa hivi. Sasa tutaibonyeza, ukitaka kuiendesha utakuja hapa drive it, hapo drive it utabonyeza try it. Sasa tunabonyeza drive it ili tukaiendesha. Sasa ukishaingia ndani kama hivi, nadhani unaona hii ni jilio ya ndani e, hii ni kataramak, nadhani unaona sasa. Hii ndio nje, nje basi letu linavyofanana, nadhani wote mnaweza kuliona. Ni chuma imeenda, ni chuma imepoa. Sasa kama kuna modi pia unaweza ukatutafuta tu ukakupa modi namba zipo hapo chini zinapita e, kama unavyoweza kuona, hii ni katara marakisha ndani, tv kila kitu freshi ya yeah. Nadhani unaona sasa, tufungue milango kama unaweza kuona hapo, unaweza kuona mfungo wa mlango wetu ya yeah. Mfungo wa mlango wetu, kama unaweza kuona chuma ni katara marakisha polo ex pambe unaweza ukaona hapo ndani, kutana na abiria nini, abiria wenyewe wazee japo, ila ndo hawa abiria wetu. Sasa kama hivyo, nazani unaona. Sasa kama kuna modi hii, unaweza ukatutafuta tukakupatia, pia kama unayo ulikuwa ujui namna ya kuseti, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza. Nadhani utakuwa ushaelewa hapo namna ya kuseti, na pia hapa kuna gari nyingi mna ambazo unaweza ukaseti, kama yuto haiga sijui nini costa nini e, na namna ya kuseti ni hivyo hivyo. Sasa kama hujaelewa, namba hii hapo, unaweza ukaja whatsapp tukazungumza tukazungumza, e, nikakuelewesha. Ila maybe unapokuja whatsapp, ukitaka maelekezo yote wa youtube, hakikisha unakuja na shilingi elfu tano mkononi ili inaweza kukupa maelekezo namna ya step, step by step mpaka by step unaelewa. Sasa kani wakati mwingine ndani ya tutorial nyingine tena kuhusu